Ndugu zangu, maombi haya Mwenyezi Mungu ayapokee kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu, taifa letu na serikali yetu. Na ndio maana kabla ya kuanza chochote, kwanza tulianza na kumwomba Mungu, kwani Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Furqan aya 77 Qul ma yabau bikum rabi laula duaukum, sema ewe Nabii Muhammad, asinge wajali nyinyi Mwenyezi Mungu kwa maangamizo, kwa adhabu, pengine kwa yale mnaomkosea Mungu, kama si maombi yenu kumwomba Mungu na kumlilia Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuzungumzia umuhimu wa dua, kwamba dua inaweza hata ikairejesha kadari ya Mungu. Kama Mungu kadari yake ilikuwa amepanga kiyama kitokee leo saa saba, basi kwa maombi sala na dua nazomwomba Mungu, Mungu anakubali anaondoa kile kiama kisitokee. La taruddul qadara illa dua, hakuna kinachorejesha kadari ya Mungu isipokuwa maombi. Maombi ni muhimu sana. Ni washukuru nyote mliofanya maombi, lakini pia ni washukuru nyote mlo kuja kuzungumzia mada mbalimbali mbali za umuhimu wa amani na umuhimu wa kushiriki kupiga kura, lakini niwashukuru hata wale ndugu zetu waliotoka sehemu mbalimbali, wilaya zote za Dodoma: Kondoa, Dodoma mjini, Bahi, Kongwa, Chamwino, Mpwapwa wahalumajara lakini, na hata ndugu zetu kutoka Singida wakiongozwa na baba askofu, pia vile vile lakini, wakiongozwa na shekhe wetu wa mkoa wa Singida ambaye ni mwenyekiti mwenza kule upande wa Singida, shekhe Isa Nasor. Lakini tunaye shekhe wetu wa wilaya shekhe Isa Ramadhani Simba, naye tunakushukuru kwa dua, lakini Chief Kadhi wetu wa wilaya, iwe wa mkoa wa Singida Sheikh Ramadhani Kaoja. Ndugu zangu, maneno yangu kwanza, baada ya pongezi. Pili, sisi kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatakiwa kuwa wasikivu na watiifu tunatakiwa kuwa wasikivu na watiifu kwa yale maelekezo yanayotoka kwa viongozi wetu wa serikali, tuyachukue na tuyafanyie kazi kwa mujibu wanavyotuelekeza kutufunza na kutuambia, lakini tuwe wasikivu na watiifu kwa viongozi wetu wa dini kwa yale mambo ya msingi yanayozungumzwa kwa mujibu wa taratibu na sheria za dini zetu. Hakufaulu mwenye kufaulu isipokuwa bitarkil hurma, kwa kuacha heshima na amefika mbali alofika mbali isipokuwa yule mwenye kuchunga adabu heshima na nidhamu. Miongoni mwa adabu na heshima na nidhamu na utii na usikivu ni kuwasikiliza viongozi wetu wa serikali kwa yale maelekezo yao yote wanayotupa kwa mujibu wa taratibu, kanuni, sheria na katiba ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa nidhamu, utii na usikivu pia vile vile ni kuwasikiza na kuwatii viongozi wetu wa kiroho, viongozi wetu wa dini mbalimbali mbali. Kwa yale ambayo watatufunza, kutuelekeza, kutuamrisha na kutukataza kwa mujibu na taratibu na sheria ya dini zetu mbalimbali mbali, kupitia vitabu vyetu vitakatifu vitokavyo kwa Mungu, Qur'ani sura An-Nisa aya nambari 59. Mwenyezi Mungu anatunadi sote kwa sifa ya imani. Kama kweli wewe ni muumini wa kweli kweli, imani yako uwe Muislamu, imani yako uwe Mkristo, lakini hata kama ahuna dini, unacho kile unachokiamini katika mila yako Mwenyezi Mungu anatuambia ya ayuhaladhina amanu, eni ninyi muliomwamini Mungu, kumwamini Mungu na kuamini pia vitabu. Sote tunamwamini Mungu mmoja, hamna siyeamini hapa Mungu mmoja, sote tunaamini vitabu vyetu, kitabu cha Qurani kilichoshusha kwa Nabi Muhammad, kitabu cha Injili kilichoshushwa kwa Nabii Isa ambaye wenzetu wamuita Yesu Kristo, kitabu cha Bible kilichoshushwa kwa Nabii Musa, kitabu cha Ta, oh, Taurati kilichoshushwa kwa Nabii Musa, kitabu cha Zaburi kilichoshushwa kwa Nabii Daudi. Vitabu hivi ni vitabu vitukufu. Kwa hiyo sisi kama waumini sote, kama hatutopita katika kitabu kimoja kati ya vitabu hivyo ambavyo tunaamini ni vitabu vilivyoshushwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tunaamini kuwa ni vitabu vya Mwenyezi Mungu vitukufu, hivyo Mwenyezi Mungu anatunadi kwa sifa ya imani ya ayuha ladhina amanuu, eni nyinyi muliomwamini Mungu, atiu Allah, mtini Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza maamrisho yake anayowaamrisha mfanye, ili mfanye makatazo yake anayowakatazeni ili msiaende makatazo hayo muyaache atiu ullaha, mti ni Mwenyezi Mungu. Wa atiu Rasul, na mumtii mtume Muhammad, mumtii Nabii Isa, na muwatii mitume wengine, ambao ni mitume wote wametoka kwa Mwenyezi Mungu kwa maagizo watakayokupeni. Wa ulil amri minkum, na kuwatii wale wenye mamlaka kwenu kuwatii wenye mamlaka, hili sio agizo la sisi viongozi wa dini, ni agizo la Mungu. Wenye mamlaka hapa wako wa sampuli mbili, wenye mamlaka kwa mujibu wa serikali, rais na viongozi waandamizi wa, wa serikali wanaomsaidia mheshimiwa rais, tuwasikize na tuwatii kwa yale maelekezo yao watakayotupa kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukatae tuachane na yale makatazo yao yote watakayotukataza tusiyafanye kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na utii mwingine ulil amri wale wenye amri wenye mamlaka miongoni mwetu ni viongozi wa dini hapa, tuwasikize na tuwatii na tuwaheshimu viongozi wa dini kwa mujibu wa maelekezo yao watakayotuelekeza kufanya, tufanye na yale yote ambayo watatukataza tusiyakurubie wala kuyafanya tusiyafanye, kwa sababu hawa viongozi wa dini ni warathatul anbiya, ndio mawarithi wa mitume kama anavyosema mtume Muhammad, alulama warathatul anbiya, wanawazuoni, wana wazuoni ni warithi wa mitume. Sasa nitashangaa kama kuna baadhi ya waumini, siyo wote kama alivyosema ndugu yangu shekhe wa mkoa wa Singida, naamini kuna baadhi kundi la watu wachache, watu wachache, wala katika mia hawafiki hata wawili. Hawa watu wachache ambao kimsingi watu kama hawa toka kuumbwa dunia wapo, na nikimkoti shekhe wangu Mungu amrahamu huko aliko, mwalimu wangu Sheikh Ahmad Zubairi Ahmad alisema sitaki haina dawa, yani hakuna dawa inayotibu sitaki. Ukiambiwa hii nyeupe na unaona nyeupe, unasema sitaki. Si hii, hii bwana, no. Unaiona sitaki huu bwana, mchana ambia sitaki usio mchana huu no. Msemaji mmoja anasema, falaisa shay'u yasihu fil adhan idha htaja ila nahari dalili. Hakuna kitu kitaweza kuingia akilini ikifika mtu anataka hata dalili ya mchana aone kwamba huu ni mchana. Kwa hiyo staki haina dawa. Hawa kina staki wapo tu na wataendelea kuwepo. Kimsingi ni kuziba masikio na macho, kutoatazama mambo mengine yaendelee. Kama mtu haoni maendeleo ya taifa letu, haoni tulipotoka, tunapokwenda. Kama alivyosema Baba Skofu Evars Chande, embu tazama taifa lilipotoka na linapokwenda tulikuwa tunaishi vipi? Miundo mbinu kama barabara zilikuwa vipi? Hapa Dodoma ulikuwa ukitoka tu kienda Kondoa, kuna mahala pale kunaitwa Mtungutu watu walikuwa wanatekwa, misafara ya magari inatekwa, barabara mbaya, rough road. Ukifika sehemu za Kondoa kule, kutoka Dodoma, wewe kimburu anafadhali. Lakini hatuoni lami zinavyo tawala ndani ya nchi na taifa letu. Hizi ni juhudi zinazofanywa na serikali, lakini hatuoni tulivyopiga hatua upande wa usafirishaji hata leo tunazoziona SGR, hatukuwa na ndoto wala matarajio kwamba kutakuwa na treni ya mwendo kasi, namna tulivyo rahisishiwa usafiri. Na hapa nilikuwa naongea na, na mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Singida ananiambia saa nane natakiwa ni ripoti, naondoka na, na SGR kwenda Dar es Salaam kuna kongamano lingine. Namna usafiri ulivyokuwa Tanzania umepiga hatua kubwa. Je, ingelikuwa tupo katika ule usafiri ambao pia tunao, mabasi au gari private, ungeweza kuondoka uwahi Dar es Salaam? Lakini tumeona huduma maji, umeme, afya, elimu, tunataka tupaye nini wa Tanzania? Kwa hivyo staki haina dawa, na huwezi ukamlazimisha mtu astaki ataki. Kuna watu mpaka leo, Mheshimiwa baba Skofu Mtolela, hawataki na hawataki kuamini kama Mungu yupo. Naona miungu yao ha, hatuwajui hatuwaoni wala hatuoni. Sasa kama kuna watu hawamtaki Mungu na hawatambui kama Mungu yupo, utamlazimisha na nini? Staki haina dawa ina staki wataendelea tu, lakini kuna watu mpaka leo, hawa manabii hawawaamini. Mitume wapo, hawamwamini Mtume Muhammad, wako hawamwamini Yesu Kristo, wako hawaamini mitume wengine, wao pengine wana manabii wao wapo, tunao. Wako wengine wanaamini jua ndio Mungu, wengine wanaabudu ng'ombe. Tuache hivyo hivyo, la msingi nalotaka kumalizia mada yangu kwa muda mfupi kabisa. Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam anasema, alaikum bissami wa taa walau istumila alaikum abadun habashiyu kaana rasahu zabib, jilazimisheni kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu kwa watawala wenu wa serikali na wa kidini, ijapo atakutawaleni nyinyi atafanywa mtawala mtumwa. Na huyu mtumwa, mtumwa ametajwa hapa ni wa Kihabeshi, lakini mtumwa aina yote, wewe uliyekuwa uhuru, aliyefanywa kwako wewe mtawala ni mtumwa, kanuni na maandiko yanakutaka umtii na umsikilize ijapo atakuwa hata akiwa na mapungufu awe mlemavu, unatakiwa umtii hivyo hivyo, pamoja na mapungufu yake, lakini ndio mtawala wako. Jilazimishe kuwa msikivu na mtiifu. Ndugu zangu, tumesikia maelekezo ya viongozi wetu wa nchi, wa serikali kwamba tarehe ishirini na tisa Oktoba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, watafuta viongozi wanaowataka ambao watatuletea maendeleo yetu katika taifa letu hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama maendeleo yaliyopo hivi sasa na yanavyoendelea kustawi na kukua siku hadi siku, tujitokezeni kwenda kupiga kura kuwapata viongozi hao ambapo tukiwa tuna kero ya maji, tutaofuata; umeme, tutaofuata; elimu, tutaofuata; afya, tutaofuata. Lakini walhamdulillah, haya yote niliyoyataja ndani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna asilimia mia, tuna asilimia mia katika utekelezwaji Mheshimiwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndo raisi wa watu wote na vyama vyote, raisi wa Waislamu, raisi wa Wakristo, raisi wa wapagani wasiokuwa na dini, raisi wa hawa wakinastaki, lakini pia ndio raisi hata wa Wahazabe, ndio raisi wa ndugu zetu machifu, ndio raisi wa CCM, ndio raisi wa CHADEMA, ndio raisi wa kafu, ndio raisi wa chauma, ndio raisi wa TADEA, ndio raisi wa TLP, ndio raisi wa yakini sijui cha yakini ndio rais wa ACT Wazalendo ndio rais huyo huyo, na wote wakisimama, lazima waseme Mheshimiwa rais, kwa sababu ndio rais aliye kuwepo na ndiye anayeliongoza taifa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Na nchi yetu haiongozwi na Qur'ani wala na Biblia, inaongozwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama huyu au rais wetu huyu amesema na anaendelea kusema katika ziara zake mbalimbali mbali, kuwa nasihi wa Tanzania na umma kwamba yeye ndiye amiri jeshi mkuu. Anatuomba sote tujitokeze kwenda kupiga kura Hakuna maandamano, isipokuwa maandamano yatakayo kuwepo ni yale maandamano ya watu kuandamana kwenda kwenye vituo vya kupiga kura na kurudi nyumbani. Hayo ndiyo maandamano halali yaliyopo, na sisi, maandamano hayo, kama viongozi wa dini, tuendelee kuyahamasisha maandamano ya kwenda kupiga kura, na sio maandamano mengine. Kama wale wenye akili mgando kinastaki kama wana maandamano yao mengine, hao hawapaswi kuungwa mkono wala kusapotiwa, na tuna wajibu wa kukemea vikali kupitia mimbari zetu za misikiti, kupitia madhabahu yetu ya makanisa, katika vipindi vyetu vya ibada kama Waislamu siku ya Ijumaa, kama Wakristo Sabato Jumamosi, na ndugu zangu wengine kesho Jumapili, tunatakiwa tufikishe meseji hii kwa waumini wetu. Maandamano yaliyoruhusiwa ni maandamano ya kwenda kupiga kura katika vituo vya kupigia kura na kurudi majumbani, kwenda kuendelea na shughuli zingine. Ama maandamano yasiyokuwa hayo ni maandamano batili na maandamano haramu. Ndugu zangu, namalizia ya maneno yangu, kuna baadhi ya watu wachache kama alivyozungumza Sheikh Isa, ambao hawana nia njema na taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana mamluki wao humu lakini wenyewe hawapo ndani ya nchi hii, wako nje. Waswahili wanasema wanakula bata Marekani, sijui wapi. Wao kazi yao na wanalipwa kwa kazi hiyo, na wao ukiwa follow wao wanazidi kuongeza kredit katika akaunti zao, na hizo akaunti ni akaunti za udaku na na udaku ni ni haramu na ni dhambi kubwa, maanake udaku ni unafiki, na tunaambiwa, inna lmunafikina fi darki l asfali min anar, hakika wanafiki watakuwa tabaka ya chini motoni. Sasa wewe ukitaka kuwa tabaka ya chini motoni, wa follow, wa comment, wa like na ushare, kisha utaona nini adhabu yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu utakuwa umeeneza fitna, uongo na majungu. Kwa hiyo adhabu yako ni moto tu. Wale wamekaa huko, lakini wakihamasisha vurugu au viashiria uvunjifu wa amani ndani ya taifa letu. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu, hayo yakitokea watakaoathirika leo ni watoto wetu, familia zetu, miundo mbinu yetu itaharibika, mabarabara haya, mahospitali, mashule, tutakuwa hatuna tena. Hata nyumba za ibada kama alivyosema baba Askofu Mtolela, hatuwezi kuabudu tena. Umeutaja msikiti wa Gadafi ule international, itafika mahala, leo kama utapigwa, Gadafi atafufuka ajenge tena? msikiti wa Muhammad Sadis kule Dar es Salaam, makao makubwa kwata, uliojengwa na mfalme Moroko, mapesa na gharama zilizopo zitarudi tena? Kanisa pale Safina round about leo likapigwa, likaripuliwa, wale wafadhili tena watarudi? Ni gharama kubwa, wenda wazimu, kwa hiyo hao wenda wazimu si watu wa kuwasikiliza, kwa sababu wao hawana uchungu na taifa hili na ndio maana wao hawaishi hapa. Sisi tunaoishi hapa ndo tutakuja kupata tabu, hatutoweza kuabudu kwa salama na amani, hatutoweza kujitibia tena mhospitali atakiteketea watoto wetu hawatopata haki ya msingi ya elimu, hospitali zitaangamia. Kwa hivyo sheria inasema alwikaya khairu min alilaji, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo kukemea haya maovu ni wajibu wangu mimi, wewe na mwingine, kwa sababu hii ni dhamana tuliopewa na Mungu, lakini ni dhamana tuliopewa na watu wetu. Lazima tuwahakikishie watu wetu, tunawaelekeza ile njia ya sawasawa, na njia ya sawasawa ni njia ya kuwatii viongozi wetu wa serikali na viongozi wetu wa dini. Mpaka hapa niseme, ninakushukuruni sana sana sana, na Mungu akubarikini sana sana sana, na tunavishukuru pia vyombo vyetu vya habari ambavyo leo vimekuwa ni msaada mkubwa kutufikishia taarifa zetu maelekezo yetu, maamrisho yetu na makatazo yetu na mafundisho yetu katika jamii, ile jamii ambayo baadhi yao wenyewe ni watu ambao wastaki, haina dawa, wenye kupokea kupu, kupu, maelekezo kutoka kwa hao wanaoishi huko Ulaya. Nashukuru TBC One wapo hapa yapo mheshimiwa, mskataja zile ambazo zinakwenda online zinakwenda live, lakini tunao TBC1, tunao UTV yani Azam, tunao ITV, tunao Channel 10, tunao ZBC, tunao hata Darul Mustafa online TV, wapo live, tunao Albayan online online TV, tunayo magazeti, tunazo radio. Ni kushukuruni sana Niseme Mwenyezi Mungu akubarikini sana, asanteni sana.